Kuna watu wanazungumza kana kwamba Tanzania ni jehanamu hivi. Wao wana maslahi yao wanaoyajua. Jana nilikuwa namsikiliza mzee Gwajima, anaongea vitu vingi mno ambavyo vingi havina uhalisia. anasema hapa sio sehemu salama pa kuishi, ila yeye anaongea mbele ya press ndani ya nchi hii na yuko salama, ila anasema sio nini, sio salama mbaya zaidi ni mchungaji anapotosha umma, na imefikia wengine wanataka kutumia dini vibaya ya kupotosha waumini wetu. Niwaombe ndugu zangu, maandiko yanafundisha vitu vingi. Mimi ninayeongea hapa nimelelewa na mchungaji toka mtoto mpaka leo hii, sijawahi kuona yule mchungaji marehemu Reverend Benjamin Ngede anahubiri uchochezi wa namna ile katika maisha yao. Watu wanataka kutumia dini vibaya, kumanipuleti watu wafanye vurugu ndani ya nchi. Ni waombe, ombeni sana, mtangulizeni Mungu. Na pia maandiko yamesema itafika muda hata manabii wa uongo watakuja. Hayo ni maandiko, si maneno yangu. Tulinde nchi hii. Wenzetu wana passport wana marafiki nchi za nje. Wewe rafiki yako ni nani? Yuko Buhongwa, yuko Nyegezi, yuko Iringa? Hapa pakiharibika leo, unaenda wapi? Hawa ndugu zetu wenye mahitaji maalum watakimbilia wapi? Wazee wetu wataenda wapi? Mama zetu na watoto wadogo watajiokoa wa vipi? Wanaotutuma wako nje ya nchi, alafu katika speech ya jana mzee Gwajima anajaribu kupindapinda hivi. Niwaambie hapa, kulikuwa na viongozi waliokuwa na matamanio fulani fulani, yamekwama. Kuna watu walitaka hiki chama kiharibike, wameshindwa. Kuna watu walitaka serikali ipasuke, wamekwama, wanaleta nongwa, wanataka kuitisha mamlaka, kuitisha nchi, kuitisha serikali, ionekane mambo hayako sawa. Ninawahakikishia Tanzania hii chini ya Samia ni salama sana, na Mungu aliyempa Daktari Samia uongozi ndiye atakayemlinda na kumvusha. Sisi wa Kristo tunaamini hivyo. Mungu hawezi kukupa mtihani ambao huwezi kuubeba. Kuna muda uongo ukisemwa sana watu wanaamini ni ukweli. Tumekaa kimya kwa muda mrefu, tumewapuuza kwa muda mrefu, lakini wanachokochoa sasa, niwaambie wale walikuwa na ajenda zao za kupasua chama, kupasua serikali, lakini wamefanya nini? Wamegota. Na niwaambie chama hiki huwa hakitingishwi. CCM haitikisiki, CCM ni imara, na CCM ni madhubuti. Kwa hiyo mimi cha kushauri kwa mzee Gwajima, achunge kondoo wake vizuri, afanye kazi ya kanisa ambayo anaifanya vizuri. Haya mambo ya Kaisari yamwachie nani. Upotoshi sio kitu kizuri. Nimejizuia sana kusema. Tangu nimekuwa mwenezi, sijai kutaja jina la mtu, ila naona huyu mzee anataka kutuharibia nchi, na yoyote anayeharibu nchi ni adui wa Watanzania.